Sijui kama unajua kwamba hata ndoa hayo uli, ulionayo sio yako. Your marriage is not about you, it's about God, it's not even your marriage. Ni mfumo ambao Mungu ameumba atukuzwe yeye. Kwa hiyo tunapoingia katika ndoa, ule upendo unaotuingiza katika ndoa unahitaji nguvu ya kipekee kabisa, kwa sababu it is an extra burden kati ya watu wawili. Unajua, katika nilikuwa nasoma kitabu fulani kuhusu mahitaji ya ndoa. Kuna mtu mmoja alikuwa anazungumza, huyu ni, ni mshauri wa ndoa, akasema katika ndoa kama mia moja alichukua sempo ambazo nilikuwa nazungumza nao ku, ku, ku, kuwauliza mwanamke na mwanamme mahitaji yenu yakoje katika ndoa, kwa nini mnagombana. Anasema orodha ambayo nimeipata kwa wanaume, orodha ambayo nimeipata kwa wanawake ni hiyo hiyo. Shida niliyoiona orodha ya wanaume ukienda kwa wanawake imegeuka upside down, ya kwanza ni ya mwisho huku kwa wanaume. Kwa hiyo wakati mimi ninafikiri haja ya mwanadamu ni hii, kwa sababu huyu mwenzangu ni mwanamke, ndio lakini sasa saa ni mwanadamu kama mimi, nimpatie hiki yeye yeah, anawaza tofauti. Kwa hiyo ainafika mahali anaona hivi, mbona hanielewi huyu? Sasa hiyo siri hiyo ya kuelewa hayo, kama nguvu za Mungu haziko katika hilo, kitendawili hicho hatuwezi kukijua, tutakuwa tunalumbana, hatujui mimi kama ule mnara kama ule mlima ule mnara wa Babeli. Huyu anasema nipe, nipe shepe, huyu anampa jembe, hakuna kinachotengenezeka. Na ndio maana ndoa, kama kuna kitu ambacho ni kigumu sana madhabahuni cha kurekebisha ndoa yule, yule mzee yule, katika babake Samweli, mwenzake anawaza, huyu ananisumbua huyu, huyu, huyu anani mke mwenzangu ananisumbua kila siku, sasa hivi kishapata watoto watatu, ananisema kwamba mimi najaza choo tu kila siku, naomba kwa Mungu. Anakuja yule mzee, anasemaje? Mimi sio bora kuliko watoto kumi? Hivi unapata ah, kusoma ile historia ile yule mzee anaitwa naje? Elikana, Elikana anajiona yeye ni bora kuliko watoto yule mama anayotafuta. Huo ndio mfano huo, kwamba ni kweli kabisa katika maisha yetu, mwanamke na mwanamme we have different views kuhusu ndoa. Mtazamo wa mahitaji ya mke wangu na mahitaji yangu tofauti inachukua miaka mingi sana kupita mpaka kujua, aha, kumbe hapa tumekosea. Sasa upate neema ya kufika miaka hiyo.